Sheria inasema damu na mtu yuko Dar es Salaam hayuko ayikotna safari, inaruhusiwa kupunguza sala ambayo yuko safari, labda mgonjwa, mvua ipo. Kukusanya, au kupunguza. Eh, kusanya bila kupunguza. Abdullah yeah. bin Abbas anasema Mtume sa na sallam siku moja amekusanya bila kupunguza sala ya dhuhur na asr, maghrib na isha. Sema Mtume amefanya hivyo yuko na safari wala sio mgonjwa wala kuna mvua. Nakana ni hadithi mtu kama ana shida ya mvua au mgonjwa, anaweza kujumlisha sala, kusanya sala dhuhur na asr moja bila kupunguza raka. Inafaa kama iko mvua, watu na sala maghrib, mjoo mvua kubwa sana, imam baba kwa na sala isha, kila moja ndio kwake. Kama watu wanahofu kuli baadaye mvua tukua, mvua inaonekana kubwa ni nenyesha tayari, dalili haisimami